Hasa walilolifanya Wasudani kwa kushikiwa akili na mwanamke mwanaharakati Alaa Salah, ndilo hilo hilo wanalifanya Watanzania kwa kushikiwa akili na mwanaharakati Mange Kimambi na kundi lake. Alaa Salah ni binti mwenye umri wa miaka ishirini na mbili na ni mwanafunzi wa chuo kikuu aliyejipamba na sifa za mpigania haki nchini Sudani dhidi ya utawala wa Omar al-Bashiri. Basi bwana, wanaume wenye akili timamu wakamkabidhi maisha yao na akili zao kwa madai ya kuwapigania haki zao na kuwakomboa dhidi ya waliyemwita ni dikteta Omar al-Bashiri. Media za watu wa Magharibi kama kawaida yao zikampaiza sana binti huyu Alaa Salah na kumpa sifa ya ushujaa na uzalendo tena na kumwita majina makubwa kwa lugha ya Kisudani kama vile The Kandake of Sudanese Revolution Woman, hii ikiwa na maana mwanamapinduzi mwanamke wa Kisudani. Alivishwa kiremba cha ukoka na mabeberu wa kimagharibi kwa kuhamasisha kwa namna ya kipekee kila kona ya Sudani, na akatambulika kuwa mwanamke shujaa asiyeogopa wanaume wenye wa silaha za kijeshi waliopitia mafunzo ya kulenga shabaha. Kwa masikitiko makubwa, lengo la mabeberu kwa kumtumia mwanamke huyu lengo likatimia. Omar Al Bashiri akapinduliwa, majeshi likashika nchi na Wasudani wakapiga vifijo vya furaha kila kona ya Sudani wakidhani kuwa waliohamasishwa kwa maneno matamu yenye matumaini ndiyo sasa yanaenda kutimia kwa kumwondoa madarakani rais Omar al Bashiri. O, jambo ambalo hawakulijua, kumbe bwana, walikuwa wanalambishwa asali yenye sumu. Hawakufikiria familia zao zitakuwaje baada ya hapo, wazazi wao wanaowategemea kiuchumi watakuwaje, mali zao walizozitafuta kwa jasho na kwa muda mrefu zitakuwaje Kilichokuwa mbele yao tu ni Omar al-Bashiri dikteta, anakuwa mema yeye peke yake. Huyu ona, sisi tunateseka, yala kura peke yake nakura yeye na familia yake, lazima atoke, atoke, atoke, yeye atoke basi. Bwana wakaingia barabarani, wakaiharibu nchi yao waliyo idenga wenyewe kwa nguvu na jasho, kwa kupigania bei ya mkate tu kupanda wakamsahau Allah au Mola wao aliyewaumba na ndiyo mwenye kutoa riziki. Wakampa jukumu hilo kiumbe aliyejulikana kama Omar al-Bashiri. E, Mungu si Athumani, akawavalisha vazi la njaa. Baada ya hapo, walikula majiani badala ya ule mkate walioandamana kwa sababu umepanda bei. Jinamizi la mauaji likatanda katika ardhi ya Sudani. Wabakadi ukawa ndio mfumo rasmi katika ardhi ya Sudan. Wadanyasadi ambao hawakuwahi kushuhudiwa ndio umekuwa kivutio katika ardhi ya Sudan. Leo hii ni mwaka wa saba tangu kuanza tarehe 8 mwezi wa 4 2019. tangu mapinduzi ya rais Omar al Bashiri, mwanamke huyu shujaa haonekani tena katika media za walio msifu wale wa Sudani waliokuwa naye bega kwa bega, wengi wao wako makaburini. Alaa Salah haonekani tena kwenye majukwaa ya kupigania haki. Mpaka leo Sudani umekuwa uwanja wa mapambano na vita vya wenyewe kwa wenyewe, kwa maana ya ndugu, la jamaa, swahiba na rafiki, kazi ni moja tu: kuchinjana. Allah awarehemu waliofitinika na fitina za wanaharakati. Kosa kama la Wasudani wanalirudia Watanzania. Watanzania wenye kusifika kwa amani na utulivu, busara na uvumilivu, wameingia katika mfumo ulioangamiza Wasudani. Watanzania wenye akili timamu wanaziweka rehani akili zao, utu wao, busara zao, hekima zao, wanamkabidhi wanaharakati Mange Kimambi mwanadada aishiye nchini Marekani huku akiwa na uraia wa Marekani, mama yake akiwa na kundi lake, bila kujali mazuri yaliyo tuzunguka, bali tunatamani ziada ya haya tuliokuwa nayo, kwa kuangamiza juhudi zetu wenyewe, kwa kushawishika na wanaharakati, tuliwapa dina la wapigania haki bali kwa mapenzi yake Mungu akatupa mazingatio machache kwa kilichotokea Oktoba 29, bila kuhadithiwa tukaonjeshwa tone la shubiri lililochukua siku zisizozidi kumi, bali mpaka leo athari zake zinalitafuna taifa letu. Cha adabu na cha kushangaza, watanzania wale wale wanarudia tena kuwapa akili zao na maisha yao wakina Mange Kimambi na kundi lake, kuwa lile tone la shubiri halijakata kiu. Sasa wanataka jagi kamili Disemba 9, wanataka wagongwe na nyoka mara mbili. Wamedisahaulisha kuwa baadhi ya majeruhi vidonda vyao havidapona, baadhi ya wajane eda zao hazijaisha, baadhi ya waliozikwa miili yao bado hata baadhi ya nyama zao hazijamalizwa na mchanga bado miundombinu na huduma za kijamii mpaka leo baadhi hazijatengemaa. Ndiyo maana Qur'ani pamoja na Biblia mara nyingi imewazindua wanadamu kwa kuambia, enyi wanadamu, hivi niye hamna akili? Je, hamzingatii? Je, hamtafakari? Kwa nini mmekuwa kama wajamba waliopo leo na kesho hutoweka. Kabla hatujaendelea sana, tujiulize, je, tuko tayari madhira yaliyotokea tarehe 29 Oktoba yajirudie? Kumbuka, kila maandamano yana ufadhili. Wachache wanafadhiliwa ili walete fujo, na hawa wachache ni kuhamasisha maandamano, ndio kazi yao. Tujitafakari, Watanzania bado hawajapona vizuri maumivu ya kuondokewa, ndugu jamaa na marafiki. na na harakati wanadada Mange Kimambi bado anawahimiza Watanzania kuingia barabarani. Swali: Je, damu za Watanzania zilizomwagika hajatosheka nazo? Tujitafakari, tuchukue hatua, tujue nchi ni ya kwetu. Tuna wajibu wa kulinda nchi yetu, tuna wajibu wa kulinda amani yetu. Katika mataifa mengi ya Kiafrika ambako kumetokea vurugu na mpaka sasa kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe, mataifa hayo hayakariki. Ni kwa sababu ilianza kama kudai haki, na mwisho wa siku mataifa hayo yamegeuka kuwa ni uwanja wa vita. Je, tuko tayari kuona watoto wetu, vijana wetu, binti zetu wakijeruhiwa, wakiuawa? Je, tuko tayari kupoteza wazazi wetu? Tujiulize, je, tumfate Mange Kimambi ama tuingie kwenye meza ya mazungumzo na maridhiano ili kuwe na hali ya utulivu, kisha tusonge mbele?